Yeye ni kijana mzuri, mtaratibu, anakea vizuri, anajali familia, hana uwezo wa kumtumikia wakati wa kutumikiana, hiyo ndo sababu kuhu. Kwa hilo uko sahihi, hakuna nazi yoyote ambayo inadondoka pasi na mkwezi hivyo nikupe tu uhuru wa kuchagua mwanaume ambaye unamtaka wewe ndio nikuozeshe, maana hata ile lenyewe pia tumelifanya ni fumbo. Mimi nimekupatia tu mwanaume uishi naye lakini hakuna ndoa ilopita, ila wanaimaya hapa wanafahamu wewe umeolewa kwa ndoa. Hebu mapendekezo yako niambie yapo wapi? <tinyo> lakini usiniogope, mm -mm. Unapaswa kuchagua kile ambacho kitakuwa ni maridhio ndani ya nafsi yako, na ndio maana nikakuita huku tuongee. Kama yupo hembo, mtaje. Ndio, yupo anaitwa Shunda, na kama kukutanisha naye, mimi nitakukutanisha naye ili muweze kuyazungumza. Hivyo ndo ninavyopenda mimi Furaha yako ndo furaha yangu. Itakapofika wakati utanikutanisha na huyo kijana, ila usiku wa leo nitakuja hapa kwa ajili yako, hivyo ulifahamu hili, sawa? Asante kipenzi changu haya, sawa, endelea na shughuli zako. Ukweli Ramadhani ni mwezi wa maghfirah.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 Samani, tunaweza tukaongea kidogo? Haina ah, shida, naweza tukaongea. Sawa. Mwalimu Samani, nahisi nakuchelewesha uko nakutaka kwenda? Ah, wala haina shida, unicheleweshi, unaweza kuzungumza. Sawa. Naomba kuuliza kwenye swala letu lile la mukadima sehemu ya mwisho pale, mimi kidogo nimesahau, sijui unaweza ukanielekeza? Ah, sawa. Mambo mengi wewe. Aya, nisikilize sasa. Inna alhamdulillahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'd, amma ba'd, nakumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapo inakuwa nimeisha. Sasa tunaanza. kala sallallahu alaihi wasallam, anasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zifikie juu yake, la yazaru nasi hawachikuwa umma wangu bi khairi, unapata khairi. Maajali lfuturi unapofanya haraka kufuturu, wa akhuru sakhura na unapochelewa kula daku. Kwao ni mbora yule ambaye atawahi kufuturu na atachelewa kula daku, huyo ni mbora mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa maneno ya nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hadithi yetu ipo hivyo. Asalamu alaikum. Wa alaikum salamu. Kaifa? Alhamdulillah, kwema kwema. Ah, samani, niko naomba unisaidie kitu. Naomba ungena mwenzio, sio kama sms zake sizioni wala msidiko zake sizioni, naziona sana, lakini niko ndani ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani, kwa hiyo siitaji niharibu saumu yangu. kama angeona muhimu kuongea na mimi muda wote nilishamwambia aja tuwe posa nyumbani, lakini akufanya hivyo. Kwa hiyo naomba unisaidi kuongea naye. Sawa, mimi nimekuelewa, nitajaribu kuzungumza naye na nimueleweshe zaidi, kwa sababu nyiye mmekutana, imani zenu ni tofauti, kwa hiyo kuna baadhi ya vitu yeye havifahamu. Kwa hiyo nitajaribu kuzungumza naye, sawa. Alafu kitu kingine, usija ukarudia tena kuniletea hizo taarifa na kuniambia kwamba nimfikishie huye mtu wako kwa sababu mimi hapa nilipo nimefunga, na hizo taarifa unazonipa ni za udhinifu. Kwa hiyo utakuwa unanipunguzia makali katika somo yangu. Nikipata wasaa nitazungumza naye ila baada ya kuftari, ila kama sitopata muda sitozungumza naye. Kwa hiyo siweke asilimia mia nitazungumza naye, sawa? Eh, nashukuru lakini mwalimu nahisi kwenye jambo letu sisi la mafunzo kutokana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nahisi kama muda kidogo nakuwa tunapishana. Kwa sababu kuna watu nakuta wanafika sisi ndo tunatoka. Asa sijui hilo limekaaje. Nadhani hapo tuanze kwenye adhuri. Tukishamaliza kuswali mpaka la asri tunakuwa tumemaliza darasa. Hadi mada watu kajiandae na maswala iftari hapo. Ah, vizuri. Na issue nyingine ni ya kuhusu kangu shunda. Yani kangu shunda kwaninia, mimi nimejaribu kuzungumza naye mara nyingi sana, hatufiki muafaka. Sijui kwa nini ananizarau mimi ni mdogo au sijui kwa sababu gani. Nakuomba tu mwalimu, sijui ungenisaidia kuzungumza naye. Mimi nimekusikia na nimekuelewa, kwa sababu swala la shunda ni kubwa, kwa sababu hata mimi anaikaraisha swala la mtoto wa kiume kuwa na sukanywele alafu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, pia ni mtoto wa Kiislamu. Kiukweli mimi mwenyewe nanikaraisha sasa swala shunda, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, watawasabu alhaq watawasabu bisabiri, shikamaneni kwenye haki na shikamaneni kwenye subira. Kwa hiyo mimi nadhani tushirikiane kufanya subira, alafu mimi nitazungumza naye. Ila ukionana naye mwambie Ibrahim, mwana kutafuta na shida na wewe. nafikiri hizi habari nikimpa za Mwenyezi Mungu, kila kitu kitakuwa sawa sawa. kuna tatizo. Ah, basi nikutakie kheri uwe na siku njema. Aya, sawa, so, nikutakie safari so njema.

Hakuna cha tumbo, hakuna cha nini. Na kujua tu unataka kuzunguka zunguka, unilete mimi ujanja. Kumbuka mimi ni dada yenu. Nimeanza kuzaliwa mimi, Kazola Rahma umefuata wewe. Na kujua vizuri unataka kukopi njia zangu. Bwaga. Hey. Mm -mm. Hmm. Yaani naisi kama mimi nimepigwa dawa, nimelogwa. Afalon loga ni yule mzee wa kule chini gengeni kwa nyamirondo kule. Kwa maana hapa anataka tu ninywe dawa tukishakunywa dawa, mimi nimeharibu funga yangu kabisa. Hmm. Emu wacha wewe. Emu nitole wa ujinga wako. Hivi nani atakaye haribu dawa zake hapa aje kabisa kuloge wewe? Na kujua vizuri kama nilivyokuambia, Hakuna aliyekuloga wala nini. Hiyo nataka kuleta janja janja, na ninaijua hiyo. Haya sawa. Alifunga na kutia kufuri kwenye mlango wa jiko ni nani? Hali ya kuwa mle kuna panya wanapita, wanaweza wakakanyaga vyakula, wakaribu futari, mfungo wetu karibika. Nani? <tune> Ala. Umenijuaje juaje? Eh, umeanza kunishika kucha kwanza? E, najua mimi kucha zako najua, mikono yako lazima nikujue. Mm. Sawa baby. Ah samani kwa kukuweka, eh, na nilikuwa na kibarua kidogo cha kufumua fumua nywele zangu na ndio maana nimechelewa kidogo, lakini pia mbona unaonekana leo na furaha sana? Yaani, ni kusema kweli nna furaha sana yani, nna furaha sijui hata nielezeje. We baba alikuja kwangu, baada ya kuja akaniuliza maswali, mbona mm, unaonekana hauna furaha mm. <laughs> nikamfichaficha pale, akagundua mi si mwanaye, ananijua eh. Baada ya kugundua, nikamwambia ukweli wote uliopo kwenye ndoa yangu hivi <laughs> bwaga nani mwingine atakayefunga huo mlango zaidi ya yule dada swala tano, yule dada yako Rahma? Huyo ndo aliyefunga huo mlango, na sijui anatutafuta nini sisi hai ma atukosea, anatukosea pagumbwa sana hmm? kwa nini mimi ni mtu wa nyumbani asiniachie hata funguo mimi akupata wewe kwa nini hai ma nataka atu atuharibie funga zetu au msi, yani Rahma akuachie funguo angekuwa kujui sawa, ila kwenye upande wa kukosea hapo. Ha, akatukosea. Na si wewe tu kanikosea tena mimi ndio kanikosea pakubwa kwa sababu mimi ananijua na madonda ya tumbo, si unanielewa? Kuna muda lazima niende jikoni nikalambe majivu ili tumbo langu likae sawa. Lakini kaondoka na fungua. Haya mimi tiba, tiba sijui ndio hiyo sijui tiba ya kwanza na ninaipata wapi mimi? Mimi naona nyinyi mnataka kuniua, yani nimeona kabisa na dadako mna muda mwingine mnaelewana sana. Wenda nyinyi mshaongea kabisa kwamba da Kipipi funga, da Rahma funga mlango ili da Kipipi akose kulamba majivu. Niueni basi. Sawa, ngoja mimi niende chuoni maana Nahisi kabisa idawa niloaloga kule peeingia. Mmh, akuloge nani? Hilo loliongea la kwenda choni hilo la maana. Nenda, maana wewe enda hilo tumbo linanguruma hilo kwa sababu ujaenda choni. Nenda tu, hakuna aliyekuloga kuna nini? Kobe mkubwa yeye. <coughs> Haki ya Mungu. Na huyu mtoto Rahma kufunga mlango, yani kama kaota. Bila hivyo, ningeingia zangu ndani na kwambia nikatandika mkono wangu mmoja nikachota futari, nikapiga kombe langu la maji nusu lita, nikachota adeki nikakazia kazi ya, ya somo ah, Jamani, kufunga imani, jamani, sisi wengine sijui kama tujapazwa huu mwezi. Mungu tusamee, kuna wanakula mchana wakisingizia wanaua eh? Basi sawa <laughs> kama hilo ndo tatizo tunaweza kulitatua eh. Yeye alichokuja kuniambia mimi mwenyewe sijaamini. Mbona cheka, niambie ni kanambie nitafute mwanaume ambaye nampenda tuweze kuoana. Sasa yana niambia mimi nitafute mtu ambaye ninampenda huo huo muda, nikamwambia baba yupo ninayempenda. Nani huyo? Anaitwa Shunda mshundia wana mzee wa kumwagika basi <laughs> baada <laughs> <laughs> <laughs> ya hapo, tukawa tumezungumza akawa amesema kama atakuwa tayari huyo bwanako mimi nikutanishe naye ili tuweze kuyazungumza mambo tuyaweke sawa. Kaambia sawa, ndio maana nikakupigia simu nikaomba tuonane mimi na wewe <laughs> Aha, sasa hapa nimeamini, hmm? kumbe mzee wako anaonekana ni mkali sana, ila kwa binti yake anajali sana hisia zako <laughs> mchuzi wa mbwa moto unafaa unyweki ukiwa motomoto mm. ukipoa tu au unyweki hmm? Sasa kwa hiyo ili jambo si la kulifumbia macho, ni la sasa hivi Yani, muda wote wewe ukitaka oh, kunana naye hata sasa hivi yupo tayari ee eh. Kwa hiyo wewe ni muda wako tu wa kwenda kunana na baba angu ndo aipite niwe na mume wangu naye mpenda mimi naisikanta nenepa hivi. <laughs> <laughs> ah. Basa Alaf, mimi acha ngoja nikafanye maandalizi, alafu mimi nitakupigia simu, nitakuambia kwamba lini au muda gani mimi nakuja pale kukutana naye sa <laughs> <laughs> nini Ah, kimdudu kilikudandia sawa. Alafu kitu kingine kichonifurahisha zaidi hmm, ni kufumua hizo nywele, maana unaenda kunana na baba mko, kumbe ah. Hmm, basi sawa, ngoja tumfurahishe sawa sawa eh? Sawa. I love you. I love you too. <laughs> Saba ndo utachagua nasuka msuko gani? njia kumi saba tatu zote najua. Yani kama msukaji kweli uko mtulio, uko nalo, bichora lako limejaa mba wengi, taratibu basi. Ah basi, eh, alafu mwangu hebu tendeni kwa mama. Sasa, mke wangu, kwa mama uwezi ukaenda hivi tu, mpaka utafute hela pochi liwe nene, ukifika kwa mama, yule mama mkwe. Sio unaendaenda tu. Alafu isitoshi, unajua kama mama sasa hivi vianze kama sasa hivi anakaa mkulanga. Sasa wewe unapajua vianze. Haya, siku likitokea tatizo na mkulanga, upajui. Mimi tayari napafahamu anapokaa. Hmm. Kumbe amehama. Eh. Afu mkulanga mkulanga saange hange lamda. Atuliza kichwa sasa. Hey, kaa vizuri kaa <laughs> hivi kama unanyolewa <laughs> tulia sasa unataka nikusuke niache? ni, sitaki, nimegairi, niache na nyolewa, Ah, naenda sana bichwa lako huko. Oh.